zaidi humu nchini katika miaka ya hivi punde. Ulipuaji wake umekuwa ukitumika kwa wingi haswa kwa kuukaribisha mwaka mpya kuanzia mjini hadi vijijini. Hata hivyo, je, wajua kuwa kuna taratibu zinazopaswa kufuatwa kabla ya kurusha baruti hata unaposherehekea? Safina Chingoma anaangazia zaidi huku pia akituarifu masaibu ya familia moja huko Gitaru katika kaunti ya Kiambu ambayo inakadiria hasara kubwa baada ya nyumba yao kuteketea baada ya mtoto wao kudaiwa kuwasha fataki ndani ya nyumba. Kuanzia Australia hadi Marekani na Himaya ya milki za Kiarabu. Ulimwengu uliungana kuukaribisha mwaka mpya wa 2026 kupitia kwa maonyesho ya kuvutia ya fataki. Wakenya pia hawakuachwa nyuma. Ni zoezi linaloaminika kutokana na mila ya Wachina zaidi ya miaka 2000 iliyopita waliozoea kupeperusha miale ya mabua ya mianzi kama tambiko la kufukuza mapepo, ila sasa limegeuka kuwa ishara ya mbwembwe za sherehe mbalimbali. Maonyesho ya fataki kwa muda mrefu yalijulikana kuwa hifadhi ya mabwenyenye wanaoishi katika miji mikuu, ila sasa yanashuhudiwa kila mahali, mijini na hata vijijini. Wasilojua wengi ni hatari zilizopo wakati mtu anaporusha fataki bila uzoefu au tahadhari. Familia moja katika eneo la Gitaru, kaunti ya Kiambu, inakadiria hasara kubwa baada ya nyumba yao kuteketea baada ya mtoto wao kudaiwa kuwasha fataki ndani ya nyumba. Sasa akakisha hiyo yenye kulikuwa na kadogo kenye alikuwa anako kumpa akishia huko bedroom. Sasa mimi nikasikia kitu kifanya tu dakika kidogo, tena nikasikia ingine ni harufu ya moshi. Sasa nikaanza kusikia kitu inachomeka, nikaingia jikoni kwanza, nikapata jikoni kuko kilia. Sasa vile niliingia bedroom, ndo nikapata mattress imeshika moto. hatujui tutaanzia wapi, ndio mwaka imeanza. I think it's recommendable that uh, the fireworks should be removed from the shelves so that uh, we avoid children continuing buying them and maybe they can go maybe start experimenting Kenya ina sheria inayodhibiti fataki mojawapo ikiwa kuwa hazipaswi kuuzwa kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka kumi na tatu. Sheria hiyo pia inahitaji mtu yeyote anayepanga maonyesho ya umma ya fataki kupata idhini ya polisi na wafanyabiashara kupata leseni kuziuza. Hairuhusiwi pia kulipua fataki karibu na maeneo kama hospitali, shule, mahakama na sehemu za kuabudu. Safina Chengoma, runinga ya Citizen Hi.